Kabla hujaangalia video hii kupitia channel ya Mzee wa Fukunyuku na kuomba subscribe ili upate update na makala mbalimbali mbali. Mahakama ya usuluhishi michezoni imetoa maelekezo kwa klabu ya Young Africans kuanza mchakato wa kupeleka kesi yao ya kupewa alama tatu na magoli matatu kwenye ile dabi iliyoahirishwa katika mamlaka za ndani, na CAS wamethibitisha kutokuwa na mamlaka ya kuzuia mechi kutopangiwa tarehe. Klabu ya Yanga ilikuwa na hoja, lakini njia waliochukua haikuwa sahihi, kwa sababu hawakuwa na nakala ya hukumu kutoka mamlaka za ndani. Je, wanasheria waliokuwa upande wao hawakushauri chochote kuhusu hili? Kama Advocate Simon Patrick Patrik si mwanasheria wa klabu, ni nani alishauri jambo hili na ni nani anasimamia masuala ya sheria ndani ya klabu? Ni muda wa klabu ya Yanga kujitafakari kuhusiana na masuala ya kisheria kutokuwa na imani na mamlaka za ndani zisiwafanye kuwa na kiburi cha kutokufuata utaratibu. CAS imeonyesha ni namna gani vilabu vinapaswa kuheshimu mamlaka na si vinginevyo. ili ni somo kwa vilabu vingine, ili tusije kutia aibu namna hii.